Ndugu zetu wapendwa, channel yetu ya tiba za asili, kwa mara nyingine tena, tumewaletea tiba mbadala kama ilivyokuwa kawaida yetu. Lakini ningependa pia kutoa shukrani zenu, maana bila nyinyi tusingekuwepo. Tumeona comment zenu, tumeona maswali yenu, mnavyotafuta kwa ajili ya magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo leo tena nimewaletea tiba hii ya kuweza kuwasaidia katika maisha yetu. Najua tuna changamoto nyingi katika maisha yetu na moja ya changamoto hasa katika upande wa kimaendeleo tunajua, wale wengi wanaweza kuturudishwa kimaendeleo, aidha mwizi ama wachawi. Lakini mimi leo ningependa kukuletea kwa hawa ambao wanaweza kurudisha nyuma kimaendeleo, wachawi. Kama mnavyoona video yetu hapo, nashika yai hilo na kuonyesha, na wengi mnalifahamu, lakini yai hili ni yai ambalo kuku ametoa watoto ameliacha. Kwa Kiswahili fasaha, wengi nimezoea mnasema mayai viza. Sasa ya hili ina kazi yake ndogo mtazamaji. Kama nilivyoeleza hapo, najua tunarudisha nyuma sana mwizi. Sasa, ihili, kwa maendeleo na mwezi. Sasa tunalitumiaje hii hili ili uweze kuwakomesha hao wezi? Nadhani tuko pamoja katika channel hii, nadhani mnatufuatilia, najua mtajifunza vitu vingi na mta, mtafaidika kwa vitu vingi sana. Hii hili kama mlivyoiona tunalitumia, tunalitumiaje? Siri yake kazi yake ni ndogo sana. Hii hili kama mnavyoiona tunalitumia kulitengenezea mafuta, mafuta ambayo hayo ndiyo yatakuwa ni sehemu ya kumkomboa mwizi wetu ambaye amekuibia mali zako. Lakini ya hili tunalitumiaje? Tunalitumia kwa tunalitumia, kutumia dhana zingine zikiwepo kifaranga cha kuku. Kama unavyoona video yetu, utaona hapo mbeleni kuona kwamba namna gani tunatumia hicho kifaranga cha kuku. Lakini kifaranga cha kuku hichi cha namna ipi? Kama nilivyokuonesha video yangu hapo, ni kile kifaranga ambacho kuku hajaacha watoto, bado yuko nao, na vifaranga hivi huwa vina desturi ya kwa kunalialia hivi. Hivi mbeleni, kwa jinsi, hivi nadhani kama unaviona hii video yetu hapo mbeleni, kwamba jinsi hivyo vifaranga ambao nataka nikuonyeshe ni kwa namna gani ambavyo tunavitumia ili kuweza kumkomesha mwizi wetu. Nadhani unaviona hapo hivyo vinavyoria hivyo vifaranga ndivyo hivyo hivyo, tutakavyovitumia kuvitengenezea na hiyo rai ya visa, ili umwizi wako atakapokuibia na yae, vitalia hivyo hivyo kama vinavyolia, atalia hivyo kama vinavyolia, hivyo hivyo kama vifaranga hivi vifaranga na visilie katika mwili wake. Basi hilo ya hiviza ambapo mimi nimekuja kutengenezea mafuta, ndio itakuwa ni sehemu yake kumuopoa na hata kwenda sehemu yoyote kuweza kumsaidia mpaka ataporudi kwa kwa mwenyewe. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, endelea kutufuatilia katika chaneli yetu, ili tuweze kuletea tiba mbadala mbalimbali, na ili kukusaidia kuweza kukomesha janga hili la wizi wa mali zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kuendelea kufuatilia chaneli yetu, na sisi tutazidi kuwaletea vitu vizuri. Ndugu zetu, kama alivyoelezea mtaalamu, kweli wezi wanasumbua, na sisi tuna dawa ambazo zinaweza kusababisha mwizi akarudi au akapata shida huko huko aliko. Dawa hizi hatutanii, ni dawa za kweli, ni dawa ambazo wengi wamekuja na tumetatua matatizo yao. Jamani, msichukulie poa, tunafanya hivyo. Uwezo unarudisha nyuma kimaendeleo, lakini sisi tunasababisha mwizi anatoa mali yako. Bye, asanteni na endeleeni kufuatilia chaneli yetu.